Wazazi wa mtoto huyo aliyelazwa hospitali ya Taifa ya Muhimbili baada ya kupigwa risasi na polisi eneo la Faya wamesema hawajapata msaada wowote katika matibabu ya mtoto huyo licha ya kamanda wa polisi wa mkoa Ilala Salum Hamdani kukiri askari wake kuhusika. Sasa hilo la kitaalamu, wewe utanisaidia kwenda kuuliza wahusika wa lakini, jeshi la polisi linasema tu limekamata watu wawili. Hiyo mi hainihusu, hawanisaidii watawakamata watawaweka wapi? Lakini je wanasapoti nini? Na mwisho wa haya mambo deni lake litalipwa na nani eh? Kwa sababu kweli familia tuseme, useme sasa hivi uanze kuchangisha pesa, alafu haya matibabu yanaishia vipi hmm. Sio, alikuja kunisalimia akanipa pole kaniambia, gwasama siku kuja kukuona akaondoka baada ya muda wasifika ile muda mchana, uh, saa sita akaja polisi kunioji pia kanioji akaondoka. Licha ya familia hii kuilalamikia jeshi la polisi kwa kushindwa kulipa gharama katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili, lakini wakazi wa jiji la Dar es Salaam nao wanalalamikia baadhi ya maaskari wa jeshi la polisi, huku wakihoji kwa nini baadhi ya maaskari wanatumia nguvu kubwa sana kudhibiti bodaboda wanaoingia mijini jambo kama hili limesababisha mtoto huyu kupigwa risasi na mpaka sasa hivi ninapoongea mtazamaji, bado risasi ipo katika sehemu ya mwili wake. Kweli nalichukia na, na, sana iki. Tunaomba kama kuna uwezekano, waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba halifuatilie swala kiundani, kwa sababu polisi wakishirikiana na wale tambaza kwa kweli wanasababisha madhara makubwa kwa barabarani. Kama wanafuatilia, kuna matukio mengi tunaona kwa hivyo lilisaa tunalipinga na tunalilani. Watoto wetu hivi, kama nakwambia mwanangu anafanya mtihani lakini hayuko sawa, ila anaambia mimi, si jambo ila siko sawa kidogo. alipigwa sehemu gani? alipigwa mkononi hapa, kuna chembe ilimpitia lim... risasi ikaenda kumpiga mwenzie Shakiri. Kwa mtu anapokuwa na injury kwa sababu ya risasi, huwa sio lazima sana kuondoa ile risasi kitu muhimu ni kuhakikisha jeraha linatibiwa vizuri na kumwepushia mgonjwa wa madhara anaweza kutokea. Huo inaweza ikatokea, ukitaka kutoa ile risasi ukasababisha madhara zaidi hata kuliko kuiacha ile risasi. Kwa hivyo hatuwezi kusema ni lini tutaitoa, lakini sio lazima kuitoa. Kampuni ya Tambaza Auction Mart imetajwa kuhusika ikishirikiana na askari polisi kukamata madereva wa bodaboda wanaoingia mjini, njia wanazotumia za vitisho vya silaha za moto zikishangaza watu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kama eneo la Salenda Ubungo Fire eneo la Kamata ambapo Tambaza baada ya kugundua kosa lao walienda kutoa shilingi laki moja kwa baba wa mtoto huyo, huku baba huyo akikataa kutumia fedha hizo akilinganisha na madhara aliyopata mwanaye. Ambapo ITV licha ya kumtafuta meneja operesheni wa kampuni ya Tambaza na kujulisha ITV kwamba wakutana eneo la IFM, lakini baada ya ITV kufika alikataa kupokea simu, ambapo kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro amekiri atatafuta familia hiyo ili kulipa gharama za matibabu. Alichofanya ni kwamba kwa sababu alikuwa karibu na barabara ya lami, kwa hiyo alichofanya, ule askari wetu alipiga risasi chini barabara ya lami, kwa maana alijua kwamba risasi ikilipuka, wale watu wa vijana wanataka kumvamia watakimbia. Sasa kule alipopiga risasi kwenye barabara ya lami, bahati mbaya sasa risasi ililipuka, lakini ili ilikwenda ili moja kwa moja ikajikuta imempiga yule kijana. Kwa hiyo kimsingi niseme kwamba ni tukio ambalo uh, ni la bahati mbaya, na jeshi la polisi kanda ka maalum uh, pamoja na huyo askari wetu hakutegemea kwamba ingeweza kumjeruhi yule askari, na bahati nzuri hata mimi nimekwenda kumwona yule askari nimeongea naye, eh, maumivu yule kijana huyo mtoto na madaktari wananihakikishia kwamba wanaendelea vizuri. hauwezi wakafanya mtazamaji. Ni mtoto Shakil anayedaiwa kupigwa risasi na askari wa jeshi la polisi. Mtoto huyu anaendelea na matibabu katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Madaktari wanasema kwa sasa hivi hakuna haja ya kufanyiwa upasuaji ya kuondolewa risasi katika sehemu ya mwili wake, kwani kifanywa hivyo kwa wakati huu, basi anaweza akapata madhara makubwa zaidi. Kutoka hospitali ya Taifa jijini Dar es Salaam, Samaila ITV.